Baadhi ya vijana kutoka kaunti ya Murang'a wamemkaribisha Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya. Vijana hao wanasema kuwa Rais Ruto ana miradi mingi ya kuzindua katika eneo hilo. Hata hivyo, vijana hao wa Murang'a walionyesha kutoridhika kwao na vita vya mradi wa maji vinavyoendelea, ambapo kampuni mbili za maji za eneo hilo zimekuwa zikizozana kuhusu bwawa litakalotoa maji safi kwa eneo bunge la Maragwa na wilaya kubwa ya Murang'a Kusini sababu tunasikia rais anakuja kuzuru miradi ya maendeleo, jambo ambalo linatuhuzunisha ni kwamba tulikuwa tunadhania mradi huu wa maji wa Maragwa ungekuwa ni mmoja wapo ya president kuja kuraunch, lakini tunasikia ya kwamba haiko kwa orodha ama ratiba ya baadhi ya project ambazo president atakuja kuraunch. Na tunataka president akikuja ajue ile executive order alitoa mpaka saa hii haijaitimizwa. Jua alipea gavana order ya ku make sure boundaries ni yeye amefanya hiyo kazi, wakiwa na hizo parastato zingine za maji. Lakini mpaka saa hii president, vizuri ujue wakaaji wa Maragwa, kuna mwenye ako na maji kila siku, mwingine hana, but in between, wale watu wanapiga serikali eh, wanatumia kampuni ya Moswasco, wanapea vijana pesa, wanaanza kufanya presa, wakijaribu kugadamisha hii mradi ya maji ndio waendelee na propaganda ya kusema Ruto hafanyi kazi Kenya, anaambiliana vitu na hafanikishi. Wanataka kudirail hii program. Na ndio